au wiki kumi lakini akipima kile kipimo cha mimba cha mkojo kinaonyesha kama mimba yake iko na wiki mbili Na wengi wamekuwa wakiniuliza swali hili, wanakuwa na wasiwasi na wanahisi labda kile kipimo cha mimba cha mkojo chenyewe kinaweza kuonyesha majibu kulingana na umri wa mimba, kwa maana kwamba labda ule mstari huwa unakolea zaidi mimba inavyozidi kuwa kubwa, au unakuwa hafifu zaidi mimba inavyozidi kuwa ndogo. Sasa kiuhalisia hiyo haipo na huo si ukweli. Na kipimo hichi mara nyingi kinasema kwamba huyu mama mjamzito au si mjamzito, na hakionyeshi umri wa mimba. Na mara nyingi kinasema kwamba mama ni mjamzito au kinaonyesha ile mistari miwili na ule mstari wa ujauzito kama homoni ya HCG kwenye mkojo iko kuanzia 25 mili international unit pamililita au zaidi. Chini ya hapo hakiwezi kuonyesha kwamba weye ni mjamzito. Kwa hiyo kile kipimo kinapoonyesha ule mstari wa pili wa testi, maana yake wewe ni mjamzito na kiwango cha homoni hiyo ipo juu ya kiwango cha 25 MIU per mililita au zaidi. Chini ya hapo hakiwezi kuonyesha ule mstari wa pili, kitaonyesha mstari wa udhibiti ambao tunaita control line. Kwa hiyo vipimo hivi ambavyo ni vya strip, vyenye kazi yake ni kuweza kuonyesha kwamba wewe ni mjamzito au si mjamzito, na haijarishi ule mstari na ule mstari ukiwa umefifia au haujafifia, maanayake wewe ni mjamzito. Kwa maana kama kuna mistari miwili, haijalishi mstari mmoja umefifia au haujafifia, ila iko miwili, maanayake wewe ni mjamzito. Lakini kama mstari uko mmoja, haijalishi umefifia, cha msingi tu uwepo mmoja ule wa control, manayake kinaonyesha wewe kwamba si mjamzito, kama nilivyosema kwenye ile video nyingine. Na hichi kipimo kamwe hakielezi umri wa mimba au hakiwezi kufananishwa na umri wa mimba. Haina maana kwamba mistari yote inapokuwa imekorea sana basi inamaanisha labda mimba yako ni kubwa, kwa maana kwamba ina miezi miwili au zaidi. Sasa inawezekana mwenzetu Hadija yeye aliwahi pima labda mimba ilipokuwa na wiki mbili, kuonyesha mistari imefifia. Aliporudia tena kulingana na mawazo yake, kwamba akaona tena mstari umefifia. Labda alivyopima mara ya kwanza mistari ilikuwa imekorea sana, lakini alivyopima mara ya pili mistari ikawa mmoja, unaonyesha kwamba ni mimba umefifia kwa uelewa wangu, lakini hiyo haina maana kwamba labda yeye si mja mzito. Kinaashiria kwamba ni mja mzito, japokuwa kuna baadhi ya mambo yanaweza kuchangia mstari mmoja haswa ule wa mimba kuonyesha kwamba uko hafifu. Kama nilivyosema hapa, tunaangalia homoni ya HCG na mara nyingi vipimo vinaweza kuanza kuonyesha kwamba huyu mama ni mja mzito baada ya ile homoni kufikia hicho kiwango cha 25 au zaidi miu pamililita. Na mara nyingi kinafanyika wiki mbili tokea mimba kuweza kutunga, kuanzia siku ya kumi na mbili mpaka siku ya kumi na nne na kuendelea, unaweza kupima na kikaonyesha kwamba wewe ni mjamzito. Ukipima kabla ya hapo, mwisho wa siku kinaweza kusema kwamba wewe si mjamzito, labda kumbe mimba ipo na bado changa sana. Sababu ambazo zinapelekea mstari mmoja kuweza kuonyesha hafifu sana, niwahi sema kwenye moja ya video yangu, sababu ya kwanza kabisa ni kuwahi kupima. Endapo kama umewahi kupima labda mimba ina siku kumi labda au ina siku kumi na moja maana maanake iko chini ya siku 12, ukipima, kwa sababu kiwango cha homoni ya HCG kwenye mkojo inakuwa chache sana. Ile homoni ya tunaita human chorionic gonadotropin, mwisho wa siku kitaonyesha kwamba mstari mmoja hafifu. Lakini unapoona mstari mmoja hafifu, hiyo ni mimba haijalishi, na wiki mbili tatu, nne, miezi miwili, mitatu, minne na kuendelea. Lakini vile vile sababu nyingine ni aina ya, ya mkojo ambao unautumia kwa wale ambao wanapima mimba kwa kutumia mkojo ambao una maji mengi au tunaita diluted urine kwa maana kwamba unakuta mchana umekunywa maji ya kutosha unapokojoa na kuweza kutumia ule mkojo mwisho wa siku, ukipima, kwa sababu kiwango cha homoni kinakuwa kichache sana. Na mwisho wa siku hata kwenye kile kipimo itaonekana mstari umepotea sana, lakini unaonekana kama mstari iko miwili. Kwa ule mstari ambao unaonyesha kwamba wewe ni mjamzito na kutoa uko hafifu. Ni kitu cha kawaida tu kwa sababu ya mkojo ambao umeutumia. Sababu nyingine inawezekana ni muda ambao umeweza kupima, kwa sababu tunasema kwamba kila kipimo kile, hivi vipimo ambavyo tunaita strip test, mara nyingi zenyewe zina kiwango cha muda wa kutumbukiza kwenye ile sampu ambayo ni mkojo, lakini vilevile kuna muda maalum wa kuweza kusoma majibu. Kwa hiyo endapo utapitiliza ule muda stahiki, kinaweza kuja kuonyesha majibu ambayo labda ule mstari mmoja kwa umefifia sana na ukahisi kwamba labda hii mimba yangu kuna hitilafu ambayo inaweza kwenda kutokea. Sababu nyingine ni mimba ambayo imetunga nje ya mji wa uzazi. Mimba ambayo imetunga nje ya mji wa uzazi, wakati mwingine inawezekana ile homoni ya HCG huwa inakuwa inapungua, tofauti na kwenye mimba ya kawaida. Mara nyingi kila baada ya siku mbili ile homoni inaongezeka mara mbili zaidi, kila baada ya siku mbili inaongezeka mara mbili zaidi. Lakini kwenye mimba ambayo imetunga nje ya mji wa uzazi, kiwango cha homoni ya HCG huwa kinapungua kadiri muda unavyozidi kwenda Unapokuja kupima baadaye unakuta kiwango cha ile HCG inakuwa imepungua kwenye mkojo, na ukipima hata kama umetumia mkojo labda wa asubuhi, ambao tunasema ndo mzuri na kiwango kingi cha HCG, unakuta ule mstari mmoja wa kuonyesha kwamba we ni mjamzito umeanza kufifia. Sababu nyingine inawezekana ni mimba imeharibika mapema zaidi, kabla ya wewe labda ulikuwa hujajigundua. Kwa hiyo unaweza kukuta ulikuwa hujajigundua kama wewe ni mjamzito, umeenda kupima muda ambao mimba tayari ilikuwa imeshaharibika ambao tunaita chemical loss au biochemical loss, mapema sana kabla hujajua u mjamzito, zile wiki mbili au wiki tatu za mwanzo kabisa tokea mimba iweze kuweza kutungwa. Kwa mwisho wa siku utakuta kwamba ule mstari mmoja umeanza kama kufifia. Lakini sababu nyingine ni kwa wale ambao wanakuwa na mimba ambayo haina kiini, unakuta labda kwa mfano kama huyu mimba yake labda kama ilikuwa haina kiini, mwanzo ilisoma vizuri, lakini baada ya muda akipima labda ameona kwamba labda kuna damu au kuna hali ile ya mimba kuweza kutishia kuharibika, e, kuna vitonetone vya damu au kuna hali fulani, anaona, anapata maumivu. Alivyorudia tena kupima anaona mstari mmoja ule unaonyesha kwamba yeye ni mjamzito umekuwa ukififia au unaonyesha kama unapauka hivi tofauti na mwanzo, hiyo inaweza kuwa ni moja ya sababu. Lakini tunajua kwamba kama nilivyosema, tunaangalia homoni hasa hasa ya HCG. Mara nyingi kwenye baadhi ya mimba homoni hii inakuwa katika kiwango kikubwa sana. Kwa mfano, mimba kama mimba za mapacha lakini vilevile vile mimba za bibu, lakini wakati mwingine unapokuwa umekosea kuweza kuhesabu umri wa mimba kutokana na ile hedhi ya mwisho ilipokuwa imeweza kuanza. Sasa basi, tunasema kwamba vipimo hivi, kama nilivyosema, mara ya kwanza venye kazi yake ni kuonyesha kwamba wewe ni mjamzito au si mjamzito. Ukisoma mstari mmoja ule wa control au udhibiti, maana yake wewe si mjamzito. Ikisoma mistari miwili, haijalishi umefifia au umekorea wewe ni mja mzito kwa sababu chenye kinachoangalia ni ile homoni ya HCG, ikianzia 25 kwenda juu ndio kinaonyesha, ikiwa chini ya hapo hakionyeshi kama wewe ni mja mzito hasa. Basi tunajua kwamba wakati mwingine kuna mambo yanaweza kutokea, kama nilivyosema, mimba ambayo imetunga nje ya mji wa uzazi, lakini vile vile mimba ambayo imeharibika mapema, lakini vile vile inawezekana una mimba ambayo haina kiini. Jambo kubwa ambalo unaweza kumshauri huyu mwenzangu amba, amba, amba, amba, amba, amba anaitwa Hadija aliyeuliza swali hili, au kama na wewe imekutokea hali hiyo, kama mwanzo labda mistari ilikuwa imekolea vizuri lakini uliporudia mistari ikawa imeanza kufifia, haswa ule mmoja ambao unaonyesha kwamba wewe ni mjamzito, na kama umetumia blandi hiyo hiyo ya hicho kipimo, kwa sababu unaweza ukakuta sababu nyingine kwamba umechukua blandi nyingine ya kile kipimo na blandi nyingine, utakuta kingine kwenye sampo hiyo ya mkojo, ukipima kimoja kinaonyesha kwamba mstari mwili imekorea vizuri na ule wa testi, lakini kingine kinaonyesha mstari mmoja umefifia. Ni hali ya kawaida kabisa kwa sababu ya utofauti wa blandi moja nab nyingine, lakini ziko baadhi ya blandi ambazo tunaita kwa kama brookria, digital test ambayo enyewe inakwambia kabs zt ina vmoshaiwagu ikamba niva kipima ukiona mistari miwili haijalishi, imefifia japokuwa iko miwili, wewe ni mjamzito. Kama umeanza kuona kuna hali fulani ambazo huzielewi na wasiwasi kama huyu mwenzangu Hadija, basi ni vema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa vipimo vingine, aidha kuweza kupima ile beta HCG kwenye damu, lakini vile vile kuweza kupima kuweza kufanya ultrasound kuangalia mimba kwenye mji wa uzazi kama iko. Wakati mwingine mimba inaweza kawa nje ya mji wa uzazi. Kitu ambacho ni hatari sana, na wakati mwingine unaweza kuwa umechelewa ukaja kujigundua mwishoni mimba ikiwa imeshapasuka tayari, unatakuwa uweze kufanywa operation au upasuaji wa dharura. Wakati mwingine unaweza kuwa umekuja kujundua mbele sana au mwishoni, kipindi ambacho mimba tayari imeshaanza kuharibika, ulikuwa una mimba ambayo haina kiini. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali unafanya ultrasound, daktari atakupa maelezo kwamba mimba ipo ndani ya mji wa uzazi, mapigo ya moyo yapo, kama hii mimba ya miezi miwili au mwoye, wataonekana, na zaidi kwao mapigo ya moyo yataonekana na utaonekana uko vizuri, basi usiwe na wasiwasi. Inawezekana labda mkojo uliotumia, blandi ya vipimo ambavyo ulitumia, au inawezekana e, uliacha kipimo kusoma katika muda ambao ni stahiki. Kama haya mambo mengine kwamba mimba ambayo hai, haina kiini haipo. E, lakini vilevile mimba iko ndani ya mji wa uzazi na vilevile hakuna shida ya kwamba mimba imeweza kuharibika na tunajua kwamba mimba ikishakuwa imeharibika, kipimo hichi mara nyingi kinaweza kuendelea kuonyesha kwamba wewe ni mjamzito kwa sababu ile homoni inakuwa bado iko kwenye kwenye damu na inatolewa kwenye mkojo kuanzia wiki mbili mpaka nne tokea mimba iweze kuharibika. Kinaweza kuendelea kusema kwamba positive na kwamba wewe ni mjamzito, kumbe hapana. Lakini baada ya muda kitaanza kupoteza ule mstari na mwisho wa siku itaonekana mstari mmoja wa udhibiti peke yake. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa unajiuliza swali sasa kwamba endapo kama umekutana na changamoto kama hii, ufanyaje? Jambo kubwa ambalo unatakiwa kuweza kufanya ni vyema kuweza kwenda hospitali ili kuweza kujua kwamba je, ni zile changamoto nyingine au kuna shida kama ya mimba ambayo iko nje ya mji wa uzazi au mimba ambayo haina kini, lakini vile vile na changamoto ya mimba kuweza kuharibika mapema zaidi. Sasa inawezekana kama nilivyosema, mara kwanza, moja ya sababu kubwa ni upimaji. Inawezekana ulipima ukuangalia muda wa kutumbukiza kile kipimo kwenye mkojo kwa muda wa sekunde ngapi, lakini vile vile hukuzingatia muda wa kuangalia majibu, labda ulichelewa sana, ulipi ulikuwa unapima, ulikuwa na shughuli zako, ukachelewa kuja kuja kuangalia majibu, kaona mstari mmoja umepotea sana au umefifia sana. Sasa kama unataka kujifunza kwamba namna gani uweze kupima mimba ukiwa nyumbani kwa ufasaha na kuweza kupata majibu ambayo ni stahiki, basi ni vyema kuweza kusikiliza suggestion hiyo hapo na ukasikiza video kuhusiana namna ipi ya kuweza kupima mimba vizuri kwa katika mazingira ya nyumbani. Kama utakuwa na swali niulize hapo chini, mi takuwa tayari kuweza kujibu swala wake wakati wote. Karibu sana.